Mimi nilibeba mimba ya ujauzito wa watoto watatu, nimehudumiwa hapa Nyasubi kwenye ujauzito wangu, huduma zote nimezipata na washukuru manesi wa hapa na madaktari pia, wameweza kunihudumia vizuri na watoto wangu wote, na mpaka sasa hivi watoto wangu wamekuwa salama na wana afya nzuri. Wauguzi Manispaa ya Kahama wamekuwa na mchango mkubwa katika kupunguza vifo vya kina mama wajawazito, vifo 21 Desemba 2024 hadi kifo kimoja mpaka sasa na vifo vya watoto wachanga kutoka 376 mwaka 2024 mpaka 88 hadi Mei 2025. Halmashauri ya Kahama Manispaa ina jumla ya wauguzi waliosajiliwa 335. Idadi hii ni sawa na asilimia 79.5 ya ikama ya wauguzi wote. Waliopo ni wahudumu wa afya 91. Sawa na asilimia hamsini na mbili. Kwa takwimu hizi bado tuna mahitaji ya wauguzi sitini na tisa. Kwa hiyo kama inavyoelekeza muuguzi mmoja anatakiwa kuhudumia wateja au wagonjwa sita mpaka nane kwa u, kwa weledi. Ila kwa manispaa kama muuguzi mmoja anahudumia wateja au wagonjwa 15 mpaka 25. Kwa mwezi unaweza kukuta delivery ngapi karo? Mpaka 800. Kwa mwezi watu wanazaja. Ah, wananchi oyee. Karibuni, tuko vizuri kuweza kuwahudumia, msiwe na wasiwasi. Namwelekeza mkurugenzi wetu kutoa motisha za mazingira magumu ya kazi kadri inavyowezekana. Serikali na wadau wa afya wataendelea kuajiri wauguzi kulingana na uwiano wa viwango vya kimataifa vya utoaji wa huduma ya kiuguzi. Nazungumza changamoto ya uwiano, jinsi ambavyo uwiano unahitaji, lakini uhalisia wetu, naomba niwahakikishie kwamba serikali inaendelea kufanya jitihada hizo. Mheshimiwa Rais ameongeza bajeti na tunaona jinsi ambavyo tunaendelea kupata ajira mpya.